Kwa mashindano kabisa tumo. Nikishinda ni kwa ajili ya wewe na rafiki zangu. Bila wewe nisingeweza kuendesha gari langu kwa kutumia mikono. Washindanaji, mashindano yanakaribia kuanza. Jiandaeni washindanaji, uwanja uwe wazi. Kumbukeni mshindi ni yule ataenda haraka zaidi ya wote na kumaliza mashindano kwa sekunde chache. Mko tayari? Kaa kwenye mstari, jiandae, nenda! Ifanyaje sasa? fanyaje sasa? Vipi kama nikizunguka kwenye yale majengo kupitia kile kichochoro, niapite yale magari namba kumi, mimi hapa. umemaliza sekunde ya 305. Na mshiriki namba saba ndio umemaliza sekunde ya 300. Umeshinda kwa sekunde tano, yeah. Subiri kwanza, mbona sikumuona? Kuna mahali atakuwa alitudanganya. Sikuweza kuyapita magari yote yaliyokuwa yamezuia njia, badala yake nikapita kichochoroni. Sikujua kama ilikuwa ni kinyume cha sheria mm, sheria zetu hazisemi kwamba unatakiwa kubaki njia kuu. Kweli kabisa. Kwa nini asiondolea kwenye mashindano wakati wenzake walibaki kwenye njia? Tutajuaje kama mshiriki namba saba ndio alienda kwa haraka zaidi? Vipi kama kupita kwenye njia yake ya mkato kumefanya njia yake iwe fupi zaidi kuliko ya watu wengine? Nina wazo. Mshiriki aliyeenda zaidi ndiye anayetakiwa kushinda si ndio? Kama alienda umbali tofauti na kumaliza muda tofauti, tunaweza kutafuta yupi aliyeenda haraka zaidi na wengine kupitia kanuni, mwendo ni sawa sawa na umbali ganya kwa muda. Wazo zuri. Washiriki wote walianza kwenye sekunde sifuri. Mshiriki namba kumi aliendesha kwa sekunde 305 mshiriki namba saba aliendesha kwa sekunde mia tatu. Sasa tutafute umbali alotumia kila mshiriki kupitia ramani ya Kokotoa. Mshiriki namba kumi aliendesha kwenye njia sahihi, aliendesha kwa umbali wa mita elfu moja. Mshiriki namba saba alipitia njia tofauti. Ramani inaonyesha alitumia mita mia tisa zimepungua mita mia dereva mwenye kasi zaidi atakuwa na umbali zaidi wa kusafiri kwa muda. Hivyo nikigawanya umbali kwa muda, tutapata hesabu. Azidanganyi, mshindi wetu ni mshiriki namba kumi, aliyetumia mita 3.28 kwa sekunde. Mshiriki namba saba ni wa pili, aliyetumia mita 3.00 kwa sekunde. Hongera Tumo! Hongera pia Baraka. Hongera kwa kuwa wa pili, umefanya vizuri, ulistahili ushindi. Asante, shindano lilikuwa kali sana, tumepishana sekunde tu. mashindano ya kuendesha nimeshinda, lakini kwa gari wewe una gari zuri kweli, liko poa sana. Ni kweli, nilibahatika kuwa na marafiki walioweza kulitengeneza jinsi unavyoliona umefanya vizuri sana kwenye mashindano Baraka. Asante sana. Utu ni pale mtu kwenye jamii yetu akishinda, wote tunakuwa washindi, si ndio? Ndio, sawa. Kwa hiyo inamaanisha sisi wote tumekuwa watatu, wa pili na wa kwanza. Sijui kanuni tasemaje hapo, lakini bila kujali mwendo kasi wetu na umbali, nafikiri kwa msisitizo ni muda kusherekea.